Huku wakazi wa kaunti ya Busia wakisubiri bunge la kaunti hiyo kupitisha bajeti ya ziada ya mwaka wa kifedha wa 2025 na 2026, huenda kaunti hiyo ikazidi kusalia nyuma iwapo dosari zinazoshuhudiwa kwenye bajeti hiyo hazitatatuliwa. Kamati ya ushauri katika maswala ya bajeti na uchumi huko Busia kwa ushirikiano na mashirika ya kijamii ndio imefichua hayo, kaunti hiyo ya mpakani ikiwa miongoni mwa zile zilizosalia nyuma na zilizo na kiwango cha juu cha umaskini. Jane Chirotich anatuarifu zaidi. Sorry, 2, ni kauli ambayo imeibuka wakati wa mkutano wa kujadili ripoti ya mdhibiti wa bajeti inayoelezea jinsi kaunti ya Busia imetumia fedha za mlipa ushuru katika mwaka wa kifedha wa 2024/2025. Kwenye mkutano huo ulioandaliwa mjini Busia, katibu wa kamati ya kushauri serikali ya kaunti ya Busia kuhusu masuala ya bajeti na uchumi, Stephen Odhiambo, alisikitika kuwa serikali hiyo inapuuza ushauri wa kamati hiyo. Performance ya county iko chini na hapo mbele mlisikia MCs wakilaumu Sibef. Sisi Sibef hatuna shida, shida ni vile county executive hawatushirikishi kwa kazi vizuri na kuna upungufu mambo ya supplementary budget. The last time tuliongea ilikuwa tarehe tatu mwezi wa Disemba last year, na tukaambia executive wajaribu wamalizi mambo ya supplementary budget. Odhiambo amesema kuwa hali hii inaiweka kaunti ya Busia katika hali ya hatari ikiwemo kudidimia kwa matumaini ya wenyeji kupata mabadiliko kimaendeleo na vilevile vile kiuchumi, huku akikosoa vikali bajeti ya ziada inayotazamiwa kupitishwa wakati wowote wa katika kaunti hiyo Busia. We plan, but at the end of the year, shida kubwa ni mambo ya kutekeleza ile tumepanga. Swali kuu leo nilikuwa niulize wakati wa hii mkutano, ilikuwa supplementary budget iko wapi? exactly three months to the end of the financial year. Ni makosa. Kwanza kuondoa ile mradi ilikuwa inaendelea. Na hapo ndio tunapata pending bills. Aidha, mwakilishi wa ofisi ya seneta katika kaunti ya Busia Simon Becker ameelezea kutoridhishwa na kiwango cha ushuru unaokusanywa huku akielekeza lawama kwa mfumo unaotumika kukusanya ushuru akidai una mianya ya ubadhirifu. Hii ni bajeti ambayo imetolewa mambo ya pending bills. Kwa mfano kuna projects ambazo ziko ongoing zinatakana zilipwe, but they are not captured in the supplementary budget, so unashindwa kujua kwamba how are they going to pay for these, uh, projects. Issue ya on-source revenue, Busia has seriously underperformed. Mashirika ya kijamii nayo yamelalamikia utepetevu katika matumizi ya fedha za umma katika mwaka wa kifedha wa 2024 2025 kulingana na ripoti ya mdhibiti wa bajeti. Some of the implementation reports that we've gotten from the uh, uh, uh, the auditor general are not impressive. They are not impressive especially owing to the fact that we've uh, put so many resources in uh, making sure that we have proper public participation all the way from uh, the grassroots